Ni mshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kibali chake alichonipa kuja leo huku kushirikiana na wana CCM wenzangu CCM hyi we. kusini Pemba, hoyi kaskazini Pemba, hoyi. Lakini tatu nashukuru na, na kumpongeza sana mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye ndiye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi upande wa Zanzibar, lakini pia makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi upande wa Bara, mzee wetu wa sila hao au. Nawashukuru sana sana sana. Kwa nini nawashukuru? Kwa sababu ya heshima ambayo wamenipatia, na nataka niwaambie nataka niwaambie Kusini, Kaskazini, Pemba, Zanzibar na Tanzania kwa jumla, heshima hii siyo ya Chande. Heshima hii ni wananchi wanachama cha Mapinduzi, hususan Wanapemba. Pemba hoyi! Nawashukuru sana wanachama wenzangu kwa mapokezi yenu. Mapokezi yenu ni mazuri, yalikuwa ni adhimu na adhimu mpaka nilikuwa napata kigugumizi cha kuongea kwa namna mlivyo nilaki na kunipokea. Mungu awabariki sana, nami nataka niwaahidi kabisa kwa deni hii ambayo mmenikopesha, insha Allah, nitawalipa.